Na nielewa na hicho ni kitu ambacho tume tumekumbushana pia na viongozi wangu, na nashukuru tumemaliza vizuri, and I'm here with my brother and yeah, niko Um, niko kwenye mikono salama, okay. Kwa kweli. Sawa, kwa upande wako wewe unahisi labda pengine ulikosea upande upi? Um, labda tu niulize ni, ni kabla kwa sababu hayo mambo tumeshayamaliza kweli. Mm, baada ya kuzungumza na Watanzania. Yes, of course. Na nataka tu pia kabla kabla tujamaliza kabla tujaendelea hapa wangapi ambao wameshajiandikisha kwenye daftari la kupiga kura? E, mm, meshajiandikisha wengine, me amna mtu ambaye amejiandikisha kwenye dafta. Asa mimi nataka niwaambie Watanzania, kama unajijua wewe ni Mtanzania na una, una haki zako, umeshapita umri wa miaka kumi na nane aise, nenda katika kituo chochote ajiandikishe katika daftari ya kupiga kura, kuwa na kitambulisho chako cha kupiga kura. Hicho ndio kitakacho kuweza kukusaidia wewe kuchagua kiongozi ambaye anayekufaa kwa sababu hapa sasa hivi unajua, mimi ninaongea na mkurugenzi wa taasisi ya Wema wa Mama, yes, na taasisi yangu hii ni, ni madhubuti kabisa kutangaza yale mazuri ya mama ambayo anayafanya. Nina imani kubwa kuna Watanzania wengi ambao hawajui wanasikia sikia tu, lakini hawajui yale mazuri ambayo mama Samia ameyafanya katika nchi kwa muda huu wa miaka minne ambaye amekuwa katika kiti cha urais. Kwa hiyo um, katika taasisi yangu hii tuna tunatembelea miradi mbalimbali mbali, tunaenda kabisa wenyewe tunasema, sio kwa maneno bali kwa vitendo, kwa sababu watu wanaona kama vile ni propaganda, lakini sisi tunaenda tunaingia ndani kabisa. Unajua, tunaingia vijijini, tumepita Mtama, tumepita huko Nyumbu huko, tumepita Mangaka, tumeenda wapi yani ukote, Ruangwa, Lindi na tunaendelea, kwa sababu ziara ni ya nchi nzima. Kwa hiyo sisi tunadio na idara zetu kuu ni tatu, tunadio na afya, tunadio na elimu na maji. Kwa hiyo miradi ambayo tunaitembelea tuna ni mikubwa alafu, tunaingia ndani, tunaingia kwa wananchi, tunaangalia wananchi, wananchi wanaenda kutuambia jinsi yes, gani hii miradi imewanufaisha, na wananchi kiukweli wana, wana, yaani wanashangilia okay, wanaongea vizuri wanamsemea mama vizuri, na ni vitu ambavyo ni vipo tunaviona, kwa sababu upendo wa mama ndio nguvu kwa jamii ndugu zangu, yes. Kwa hiyo mimi nashukuru sana na naomba waendelee wa subscribe katika YouTube channel yangu, zile ambazo nazirusharusha zile, zile ni highlight. Unajua nimerusha sana vitu, prob, nini zile um, content, nimeziona nikizirusha kwenye, kwenye Instagram yangu zile ni highlights tu, roji yani kuna, kuna episodes, mimi naingia ndani kabisa, episodes zinaruka kwenye YouTube channel yangu wa Masapeto official mm, kwa watu wa subscribe waweze kuona mambo ni mengi yajayo ya yanafurahisha. Hongera sana. Sasa, Wema, Wewe ni mrembo wa, wa Tanzania mwaka elfu mbili na sita na unatajwa yes, zaidi ni mrembo star kabisa mtu yes, ambaye labda alikuwa amekutazama kwenye vazi lako, natamani kumwambia nini, kwa sababu ya uvna maneno ambao umeambiwa hapa kwenye baraza. Jiandikishe kwanza, jiandikishe kwanza, kupiga kura. Jamani, uchaguzi unakuja, uchaguzi unakuja. Lakini marafiki zako karibu wako nasemaje baada ya kuitwa wewe? Mara sasa hivi mimi nimeshamaliza kwanza.

Eti unazungumziaje kuhusiana na hili ambalo labda limemkuta Wema na marafiki jinsi ambavyo walimfuria? Uh, kukosea upo. Kwa hiyo sisema ni kidogo kufanyika, kosa limefanyika na kusababisha tumesimama kwetu wenyewe tumekuja Bodi ya Filamu na tumezungumza na bodi kirafiki na tumekubaliana vizuri. Kwa hiyo sio tatizo, hamna shida, matizo yako sawa na kila kitu kiko sawa, tuendelee na mengine tukajdikisha nikua kuwamcaguhiyo, tushazungumza nadhani huja kuwepo, tushalizungumza. Mtazamaji wa Global TV, kama unavyoona